Zuri, kabla hizo hajatoleka huko, ni kwamba jana Zanzibar mm -hmm. wameshiriki kura ya mapema ambayo hufanyika siku moja kabla ya uchaguzi mkuu, ingawa zoezi zima liligubikwa na minongono kama walivyosema kadhaa mm -hmm. kuhusu nia ya kinana ni hasa wanaotakiwa kushiriki zoezi yeah. ya zoezi zima. Japo zoezi lilienda vyema, lakini mapema kabla kabisa, baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka vyama vya upinzani walibua malalamiko wakidai na kupiga kura hayakustahili ya kura ya, ya, ya awali. Sasa mwenzetu kule Zanzibar Yeah. Hmm. Thabit uh, Ramadhan uh, kutoka kule uh, Zanzibar alitembelea maeneo kadhaa ya vituo vya kupiga kura na kukutana na viongozi wasimamizi na wapiga kura kupata ufafanuzi kiasi ya uh, kura ya mapema aina gani ya watu gani. Kwa sasa tuelekea huko, kama Ezra, mambo yapo vizuri, tuangalie kile ambacho kimefanyika jana, alafu tunarejea hapa nyumbani, tutaangalia pia hali inaendelea vipi kwa siku ya leo Oktoba ishirini na tisa kwamba itakuwa ni ya watu maalumu kwamba askari wale wanaoshughulikia haya masuala ya uchaguzi lakini watu watume watakaoshughulikia, lakini <coughs> vilevile watu maalumu ingawa hatukuainishwa, haa watu wengine maalumu wepi. Lakini katika jimbo la Jang'ombe kuna kambi hapa ya polisi ambao kwamba ndo kama mnawaona polisi wapo hapa wingi tu, wamekuja kupiga kura. Lakini asubuhi katika vituo hasa sheria ya urusi na shehia ya jang'ombe ilifurika majeshi, yaani majeshi ndio waliokuja kupiga kura kwa wingi sana katika shehia hizi mbili kiasi. Katika uh, jimbo hili la jang'ombe hakuna kambi ya jeshi, hakuna kabisa. Tulijaribu kuzungumza ku na mmoja afisa maafisa wa watu, wakatuambia kwamba hawa waliomba uhamisho lakini watu zaidi ya mia nne au mia tatu hao wote kwa, si kweli kwamba wale wanaopiga kura ya mapema leo ni wale wanaotakiwa kwa mujibu wa sheria. Wale ni wa, tunawafahamu wengine vizuri, tunawafahamu ni makada wa Chama cha Mapinduzi, wengine ni raia wa kawaida ambao wa makada wa Chama cha Mapinduzi ndio waliovalishwa zile uniform kwa kigezo cha kwamba wana sifa ya kuwa Uh, wapiga kura ya mapema kwa mujibu wa sheria, kitu ambacho sio kweli. Lakini la pili, yametokea matatizo asubuhi hapa. Kituo hiki kimeanza uendeshaji wa upigaji kura bila ya mawakala au maafisa wa tume wenyewe kuwa yani na daftari, yaani mawakala hawana daftari, maafisa wa tume hawana daftari, na wakati linaendelea zoezi ni hilo, nimewaambia wahusika kwa nini mnaendesha nyinyi wenyewe mawakala hapa, mawakala hawajapewa daftari na hata nyinyi maafisa wa tume mapio hamna daftari mnatumia orodha. Wakasema ndivyo tulivyoagizwa. Mimi nimechukua hatua, nimempigia mwenyekiti wa tume, nimempigia mkurugenzi wa tume, na nawashukuru walifika hapa wakaagizwa inchaji hapa, na mwanzo walisema hawana madaftari hawakupewa, lakini tume ilipokuja hapa, tume nzima imekuja makamishna na mkurugenzi na mwenyekiti wakayatoa madaftari kwenye masanduku, kwamba walikuwa wanajua kama wanayo, lakini kwa makusudi, na siko bahati mbaya. Maana yake vitu vyote hawakupewa mali, hawakuwa wanatumia daftari na bahati, zoezi likasimamishwa kwa muda mwenyekiti, na tukaambiwa yameletwa, kumbe hayakuwa yameletwa, yalikuwa kwenye masanduku. Kweli, asubuhi nilipata malalamiko kutoka kwa mgombea mwakilishi wa jimbo la Pangawe Omar Said Shaban kwamba katika kituo cha kupiga kura mapema Kijitopele, uh, maafisa walokuwepo pale wakala walikuwa hawana daftari, na baada ya kufanya mawasiliano tulimindua ni kweli na tukasisitisha zoezi lile ili kwenda kuangalia kuna tatizo gani, na baada ya kwa kweli madaftari lipo alipo, lakini wetu nadhani walikuwa hawajacheki vizuri, na vituo vyote mawakala na watendaji wakapewa daftari vile na zoezi likaendelea. Lakini tatizo kama hilo liko vilevile katika kituo cha uwezo ambapo tulikwenda tukashirikia na tulipokwenda ha vituo hivyo kozi mkutana bea machabani tukaeleza malalamiko yake hayo na yote ambayo liopo pale tutaangalia, tutafika sawa, kabla tujaondoka. Lakini kwa kituo cha hsa tulipita, tulikutana eh, na mgombea na tulisalimia naye, hakusema ha, ha, yote kama lalamiko na tulionana na uh, fisa yajimbo pale, na yeye alikuwa alieleza zoezi lilikwenda vizuri, na baadhi ya mawakala ambao nilijaribu kuwahoji hususan kuangalia kama daftari walikuwa nayo na kila mtu alikuwa anaenda wa pale, walithibitisha kwamba unaotakiwa wote kuandikisha au hairuhusu kuandikisha aunyekana kuwa na vituo vya kupiga kura. Kama kuna wanajeshi sehemu yote, wale vilevile ni wananchi, na wanakuwa wameandikishwa katika maeneo yale. Kwa hiyo pale ambapo wanakuja kuombewa wale wote ambao watafanya uh, watakuwa wanasimamia shughuli za uchaguzi siku ya uchaguzi ambao wanatoka kwenye ni polisi wanajeshi au vikosi yale mambo yale yanaletwa na angaliwa vile vile, wanaandikishwa wapi, kwa sababu sehemu ambayo atakwenda kupiga kura. Kwa hiyo popote pale ambapo kuna vikosi, kuna wanajeshi wale, wananchi ambao ndio maeneo yao ambayo yanaandikishwa na ndio wanaenda kupiga kura. Tumeanza zoezi vizuri kwa wakati na wale wote ambao walileta maombi kwa ajili ya kupiga kura siku yaliokula mapema, wengi itokeza na zoezi linaendelea vizuri, katika ile ile orodha, ni orodha ya wale wapiga kura mapema, na yeyote ambaye yuko kwenye orodha anapo yuko kwenye daftari, sheria inaelekeza kwamba katika upigaji wa kura ya mapema, tume inatakiwa iweke orodha ya wale watakaopiga kura ya mapema lakini katika kubwa sasa ile ya pamoja ndio ile daftari sasa ambayo iko pale kwenye orodha ana pamoja pamoja

kwa sababu inategemea na kazi, sababu leo imekuwa rasmi, kwa sababu wale wote ambao kesho watashughulika masuala te ya uchaguzi, lakini bado haki yake bado iko nayo, lakini akishapiga kura leo kesho hata 29 tisa anatajitokeza. Jitokeze kila mmoja na haki ya msingi ya kupiga kura kwenye kituo, na bado anasisitiza tu uwepo wa amani na utulivu. Sawa, ni kutoka visiwani Zanzibar. Tunaweza kusikiliza hiyo taarifa kuhusiana na kura ya awali ambayo ilifanyika hapo jana, mwenzetu Thabit kutoka huko.